Kwa majina anaitwa Christopher Wetu Ndune, mkurugenzi wa Munio Petros. Ilikuwa ni tarehe ishirini na tisa wakati wa zoezi la kupiga kura likiendelea, basi tokea vijana wengi kabisa wa mtaa huu eneo hili, nafikiri kitu kama hicho, walijikusanya wengi, wakawa waanza kuchoma moto huku barabarani, wakaweka vizuizi, magari hayapiti na sisi tukawa na wasiwasi, tukaona tufunge kituo, tusiendelee kutoa huduma ya mafuta. Lakini ilipofika jioni muda wa saa moja na nusu kitu kama hicho, ndo walienda wakachoma kituo cha jirani. Baada ya kumaliza kuchoma kituo cha jirani, ndo wakaja na hapa kwetu kuchoma pia. Walichoma wali walichoma hizi pampu unazoziona hapa ni tumetoa kwenye vituo vingine. Walichoma pampu zile zilizoko ndani kule, zimechomwa moto. Walikuwa wameweka matairi hapo, wakawasha moto. Kule kwenye visima waliweka matairi, wakawasha moto. Kule ndani waliweka matairi, wakawasha moto. Kwa hiyo hizi pampu ambazo mnazoziona hizi tumetoa kwenye vituo vingine tukazilete hapa ule muda ambapo ili tujaribu kuendelea kufanya ukarabati ule muda ambapo tukiruhusiwa sasa tuendelee kutoa huduma kwa wananchi. Sijaona mtu ambaye alikuwa amebeba bango kwa ajili ya kuandamana. Hilo lilikuwa alipo, lilikuwa alipo kabisa. Wao walikuja tu, tukachome tukachome. Wakachoma kituo cha kwanza, kasema twende Munio tukachome hivyo. Lakini kusema kwamba walikuwa wanaandamana sio kweli. Kulikuwa na fedha kwa sababu tulikuwa tumeuza jana yake Jumanne, tulifanya mauzo Jumatano, kulikuwa amna benki kwa hiyo kulikuwa na fedha kwenye sefu. Ah, sara tulioipata ni kubwa, kwa sababu hizi mashine gharama zake ni kubwa, kama mlivyoona uharibifu, nafikiri mnauona. Bado tunaendelea kufanya tathmini, lakini kusema kwa haraka sasa hivi kwamba uharibifu ambao umefanyika hapa gharama yake ni kiasi fulani, bado bado tuko kwenye tathmini. waweze ku, kuruhusu tu huduma za kawaida ziendelee, kwa mfano kama mabenki yafunguliwe, na sisi wenyewe turuhusiwe kuuza mafuta ili tuendelee kuhudumia wananchi ambao sio wahalifu, kwa sababu hatuwezi kuwachanganya wahalifu na wananchi wa kawaida wote tukawapa tuka adhabu moja, haiwezekani si turuhusiwe tu kama kuna uwezekano tuendelee kutoa huduma ili tuweze kuendelea kuijenga nchi yetu. kitundu cha kwanza kabisa hapa ndipo walipoanzia yeah. kupiga ili, ili bango wakachukua magodoro kule ndani, wakaanza kuyapiga moto, ndio mm -hmm. Ah, magodoro, ni magodoro gani? Ah, magodoro tu ya kawaida wanaolaliaga wafanyakazi wanaokuwa kwenye shift yeah. mm -hmm. amna amna chochote kile, amna neno lolote wanaloliongea kwamba labda tunafanya hiki kitu kwa sababu fulani. mm -hmm hakuna yaani, wale walikuja tu kama watu, mimi naona kama kitu ni walikuwa wameshaandaa njama yao ya wizi kwa kweli, zaidi ya mia mbili e, walikuwa wengi kwa kweli, ni hivi vitoto vidogo vidogo, amna mtu mzima yani, kama mtu mzima kabisa hivi, kwa kweli kaelekea, yaani walipokuja hivi na mapikipiki walistopisha pale, walipostopisha pale wakaanza kupiga ile bango kitendo cha kwanza ni bangu, wakaingia ndani wakachukua magodoro wakayapeleka pale mbele hivi wakayapiga moto, wakayaleta kwenye pampu pale. Kwa hiyo wakachukua ile matairi sasa, na kuyavalisha matairi kwenye kisima kule walishusha nani, walishusha tairi. Paka kwenye kisima walishusha. Eh, ene km mimi ni mwana kijiji wa kijiji cha Majia Chai, kwa kweli jambo lililotokea ni jambo gumu sana katika historia ya Tanzania mimi na miaka 40 na karibia miaka hamsini lakini Sijawai kuona tatizo kama ili, wala jambo kama hili. Yani, kwanza nawapongeza jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine kwa kutusaidia kutuliza hii hali. Lakini tunaomba vile tunaombavileile Watanzania eu watambue thamani ya amani. Kwa kwa mfano sasa hivi kuna watu ndani, wameshindwa kwenda hospitalini. Kuna watu wako ndani kama tunavyotambua Watanzania walivyo hawana akiba yoyote huko ndani, ina maana kwamba hii hali ingeendelea kama siku mbili tatu hivi, watu wangeweza kufia ndani kwa njaa. Ukiangalia hata ukihitaji kutoa hela hakuna sehemu ambayo ile huduma ile inapatikana. Mimi nafikiri kwamba hebu wa Tanzania watambue tu jambo la amani, tuendelee kuishi kama tulivyokuwa tunaishi, tuendelee kuenzi amani tuliyoachiwa na Baba wa Taifa. Kwa kweli, kwa mfano ukiangalia hali ya huku Maji ya Chai, vitu vilivyoharibiwa ni vitu vingi sana, tena vya thamani ambavyo vilikuwa vimeshaifanya Tanzania na ni Maji ya Chai ikawa katika hali nzuri lakini kwa sasa hivi tunaanza historia moja ambayo hatujui kwamba tutaianzia wapi. E, mi nafikiri kwamba nilifika hapa muda majira ya saa mbili na nusu hivi nikapiga kura vizuri vizuri tu bila tatizo. Kwanza nilifika hapa nani, sehemu ya ofisi ya kijiji, nikakosa jina langu, nikaenda zaanati, nikakuta jina langu liko kule, nikapiga kura vizuri, na hapa nikaacha iko vizuri, na maskari waliopo tukashirikiana vizuri tu, wa, nikawaacha katika amani. Mimi ni fundi mjenzi, nikarudi kwenda kufanya shughuli zangu baada ya kumaliza. Kwa hiyo baada ya kumaliza majira ya saa kumi na moja kumi na mbili hivi tuka, tukaanza kupata romance za vurugu zimetokea kila upande, kila upande waliokuwa hapa wanasimamia kura nao waka wamesikia wa hiyo nani taharuki, nao ikabidi wahamishe vitu waondoke, wakaacha mahema nje ya ofisi lakini baada ya kufika mida ya saa tano tano hivi kuanzia saa nne saa tano hivi, tukasikia kule wamesha anza kuchoma sheli, sheli zimechomwa. Tunapigiwa simu na balozi ambao wako majirani kule, viongozi ambao wako majirani kule wanatuambia tu kwamba kutoka mpaseeni, wanatuambia huko hali imekuwa mbaya, kwa hiyo kaeni makini. Basi sisi tukaendelea kuwa makini hivyo hivyo, lakini baadaye tunashangaa mahakama yanawashwa moto dakika, tunashangaa ofisi ya kijiji nayo inachomwa moto dakika, tunashangaa wanaingia kwa mheshimiwa diwani wanavunja na kuiba. Kweli, kwa historia na desturi na jinsi ambavyo walionekana onekana, si watu wa maji ya chai, si watu wa hapa karibu. Yani hao wanaonekana ni watu wageni kabisa. Na jeshi la polisi, pamoja na vyombo vingine, tunaomba watusaidie, kwa sababu hapa tunaona kwamba labda kuna tumevamiwa Eh, sidhani eh, si kama wale ni wa Tanzania au ni watu wa hapa, jirani. Eh, mimi ninachoshauri tu ni kwamba hebu ni wa Tanzania pamoja na watu wa Maji ya Chai hebu tutambue tu thamani ya amani. Kwa sababu, ukiangalia, hapa sasa hivi, kuna watu wanateseka, kuna watu wako ndani hawawezi kutoka, kuna wagonjwa wanashindwa kwenda hata hospitalini. Kuna wazee hawawezi hata kwenda kuparangania hizi nani huduma za, za kijamii zinazohitajika. Wanabaki huko ndani wanateseka. Hizo ni laana. Mimi nafikiri kwamba amani hebu iwe ndani ya kila mtu, kwa sababu hakuna mtu ambaye hana baba, hana mama, hana mdogo wake, hana mtoto. Na hata kama hana mtoto atakuja kupata watoto, aone thamani ya, ya, ya watoto na uhai wa wenzake ulivyo. Hebu kila mmoja achukulie tu nani thamani ya nafsi yake kama, thamani ya nafsi ya mtu mwingine kama ilivyo nafsi yake. Kwa kweli, mimi siwezi kusema haya ni maandamano, kwa sababu yangekuwa ni maandamano yangebeba ujumbe. Lakini, hapa kilichoonekana hapa, yaani huu ni